Karibu sana kwenye mjadala wetu maalumu leo kutoka hapa Kenya Wantamnotam Movement, yani KWM. Leo uh, tunaangazia kwa pamoja nawe wewe unayetusikiliza makala fulani muhimu sana kutoka KWM. Makala haya yanatoa wazo eh, wazo tofauti kidogo kuhusu mwelekeo wa Kenya yetu. Unajua chanzo hiki kinahoji hivi. Uh, je, huu mzunguko wa chaguzi kila baada ya miaka mitano kweli unatusaidia? na badala yake wanapendekeza kitu kingine kabisa, timu ya kitaifa ya mpito, na wanamtaja Patrick Lumumba kuiongoza mm. Kabisa, na msingi wa hoja yenyewe kama ulivyoisoma kwenye makala ni kwamba mifumo yetu ya sasa, yani mfumo wa siasa, hata ule wa uchumi, inaonekana kama uh, haujaweza kutatua yale matatizo makubwa yanayotukabili sisi wananchi. Tunazungumzia kwa mfano hospitali ambazo Eh, hazina pesa za kutosha, shule ambazo zina changamoto nyingi, vifaa duni, na hata uchumi wenyewe ambao kwa watu wengi, unajua unayumba, hauwafikii kabisa. Sasa lengo letu hapa leo ni kujaribu kufafanua zaidi na kuchambua haya mawazo makuu yaliyomo kwenye hicho chanzo ulichotupa. Sawa sawa, basi hebu tuchimbue zaidi kidogo hapo. Hii makala inasema Wakenya wengi kama wamechoka hivi wamechoshwa na ahadi zile zile kila baada ya uchaguzi, ahadi ambazo e, mwisho wa siku hazitimizwi. Wakati huo huo, kuna hisia kwamba baadhi ya viongozi wanajitajirisha tu, mali ya umma haitumiki inavyopaswa. Mm-hmm. Kwa hiyo hoja yao sio tu kwamba tufanye uchaguzi mwingine. Hapana, wanataka mabadiliko ya msingi kabisa kwenye mfumo mzima. Kuna kiu ya kitu kipya kweli, na hapo ndipo kama ulivyosema Jina la Patrick Lumumba linapoletwa ndele, na hiki chanzo kinachovutia sana ni jinsi wanavyomwelezea kama mtu mwenye uadilifu eh, mtu ambaye hana uhusiano na hii mirengo ya kisiasa tuliyoizoea na pia mtu ambaye hajakumbwa na zile tuhuma za ufisadi ambazo unajua zinawakabili wengi. Mtazamo wa chanzo ni kwamba yeye labda anaweza kuwa mtu wa kutuvusha kutoka hapa tulipo, kwa sababu inaonekana uaminifu wake ni kwa Wakenya tu sio kwa chama fulani au maslahi yake binafsi. Basi wanamuweka kama faruji, kama nguzo ya matumaini ya uaminifu. Hilo wazo linavutia kweli, la kumtafuta mtu nje ya huu mfumo wa kawaida. Lakini hii timu ya kitaifa ya mpito wanayopendekeza itakuwaje hasa? Nini tofauti yake? Sasa, kulingana na hiki chanzo, tofauti kubwa ipo kwenye muundo wake, muundo wa timu yenyewe hii timu wanasema haitaundwa na wanasiasa wale wa kuchaguliwa tunaowajua. Hapana, badala yake itajumuisha wataalamu, yaani watu waliobobea kwenye sekta muhimu za maendeleo. Fikiria watu wa uchumi, watu wa afya, elimu, miundombinu, watu ambao wanaelewa changamoto kiundani na wana ujuzi wa kuzitatua, ujuzi wa kiufundi mm -hmm. na lengo lao kuu, kama chanzo kinavyodokeza, litakuwa ni kuzifufua hizi huduma muhimu: elimu afya, uchumi moja kwa moja. Kumbe yani, ni kuweka wataalam kwenye usukani kwa muda maalumu, badala ya wanasiasa. Hilo ni wazo, wazo kubwa kweli. Lakini, chanzo kinasema nini kuhusu utekelezaji, jinsi itakavyofanyika? Aa, maana najua kutakuwa na maswali mengi kuhusu mamlaka, uwajibikaji na kadhalika. Uh, chanzo chenyewe hakiingii kwa undani sana kwenye utaratibu wa jinsi watakavyochaguliwa au jinsi timu itakavyofanya kazi kila siku hilo halipo wazi sana lakini kinapendekeza hatua kali ambazo zinaenda sambamba na wazo hili, hatua za kufikirisha kweli. Kwa mfano, wanazungumzia uwezekano wa kurejesha mali ambazo zinadhaniwa ziliporwa na baadhi ya viongozi. Kurejesha mali, ndio na pia kusitisha mishahara ya wanasiasa walio madarakani kwa muda fulani, ili hizo fedha, unajua, zielekezwe moja kwa moja kwenye miradi ya umma inayowagusa wananchi. mm -hmm. Ni kama wito mkali sana wa uwajibikaji kwa mfumo uliopo. Na zaidi ya hayo, wanahoji moja kwa moja uwezo wa tume yetu ya uchaguzi, IEBC. Wanajiuliza kama kweli inaweza kuleta suluhu la kudumu. Wanasema ukiangalia historia yake na changamoto za chaguzi zilizopita, basi inaonekana kama haiwezi kuwa ndio jibu kwa matatizo ya msingi ya Kenya. Hapo sasa, hapa katikati, labda nikumbushe tu msikilizaji wetu, kama unataka kushiriki kwenye mjadala huu na mawazo kama haya yanayojadiliwa, kumbuka kutembelea tovuti yetu, ni www.wantamnotam.com. Unaweza kujiunga na Kenya Wantamnotam Movement, KWM, hapo moja kwa moja. Sawa, hilo ni muhimu. Kwa hivyo tukirudi kwenye hoja Unapoyasikia haya yote, ujumbe mkuu unaojitoteza kutoka kwa hiki chanzo ni upi hasa kwako? Inaonekana kama wanatoa changamoto kubwa kwa ile imani tuliyonayo kwamba ah uchaguzi ndiyo njia pekee ya kuleta mabadiliko, njia pekee ya maendeleo. Hiki chanzo kinasema hapana, tuweke mbele maendeleo yanayoonekana mambo kama afya bora, elimu bora, uchumi imara, haya yawe kipaumbele kuliko tu mchakato wa kisiasa wa kupiga kura kila baada ya miaka mitano. Sasa wewe, nini kinakugusa zaidi katika hoja hii nzima? Kweli kujiuliza swali hilo la msingi, je, inawezekana kweli kupata maendeleo thabiti, maendeleo endelevu na mabadiliko ya kweli nje ya huu mfumo wa kisiasa tuliouzoea, mfumo wa vyama vingi mfumo wa chaguzi za mara kwa mara. Je, kuna njia nyingine? Chanzo hiki kinasema ndiyo, inawezekana na kinatoa hii njia mbadala. Ni wazo linalohitaji e tafakari kubwa sana kuhusu aina gani ya mustakabali tunautaka kwa nchi yetu. mm -hmm. Ni mjadala mzito bila shaka, na muhimu pia. Na basi, tunapoelekea kumalizia, nisikilize vizuri, wewe unayotusikiliza ikiwa haya mawazo yamekuchochea yamekugusa, au unataka tu kujihusisha zaidi na aina hii ya mijadala inayotolewa na Kenya Wantam Notam Movement, usisite, nenda kwenye tovuti yao sasa hivi, www.wantamnotam.com. Ukifika hapo, fungua akaunti yako, ni rahisi tu. Halafu anza kushiriki mawazo yako, mawazo ambao unaamini yanaweza kusaidia kubadilisha kijiji chako, mji wako, na mwishowe taifa letu zima. mm -hmm. Ni wito mzuri huo. Basi kwa leo tuishie hapa. Asante sana kwa kuungana nasi katika mjadala huu maalum kutoka Kenya Wantamnotam Movement KWM. Asante pia.